Okay, karibu sana fansi wetu wa ukurasa wetu uliokuwa mwema zaidi eh, si inaitwa napita tu, lakini kwa siku ya leo ina nafasi ya kukuweka birthday time, birthday kona ambayo imetukutanisha eh, katika tarehe kumi na moja ya yeah, mwezi Mei eh, mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini zimepita nyingi sana za Mei kumi na moja za miaka ya nyuma ambayo mastaa wengi sana wamezaliwa tarehe kama ya leo. Mi naitwa Uncle Amiri karibu sana kwenye birthday kona ya siku ya leo Mei kumi na moja kama leo eh, katika upande wa model, amezaliwa moja ya model ambaye amekuwa anafahamika na kujulikana sana anaitwa Black Chyna, ambaye huyu amezaliwa Mei kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa na themanini na nane ni maarufu sana na wengi sana amekuwa anapenda baadhi ya matukio yake ambayo amekuwa akiyafanya Blac Chyna. Lakini vile vile kwenye mchezo wa soka amezaliwa kiungo wa timu ya taifa ya Hispania pamoja na klabu ya zamani ya Barcelona anaitwa na Andri Iniesta. Yes, fundi huyu wengi sana wanamjua. Lakini vile vile pia amezaliwa golikipa ambaye amekuwa na daka kwa kiwango cha juu sana. Yes, anaitwa Thibaut Courtois ambaye yuko timu ya taifa ya Ubelgiji lakini vilevile pia amekuwa anadakia klabu ya e, Real Madrid. Katika upande wa music Ed Sheeran tarehe kumi na moja pia aliwahi kuachia e, photograph. Lakini vilevile kwenye move kuna movie inaitwa Mesha e, iliachiwa kipindi cha mwaka ya nyuma kwa lakini ilikuwa ni Mei kumi na moja. Na Girl in Progress, moja ya movie nzuri iliachiwa Mei kumi na moja ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili. The Kissing Booth iliachiwa Mei kumi na nane, Mei kumi na moja ya mwaka elfu mbili na kumi na nane, moja ya movie nzuri sana ambayo waliopata nafasi ya kuchungulia movie, hebu jaribu pia kuichungulia hii eh, kwa sababu nayo ina utamu wake. Life of the Part, moja ya movie nzuri sana iliachiwa Mei kumi na moja ya mwaka elfu mbili na kumi na nane lakini head feather iliachiwa mwaka elfu mbili na kumi na tano ikiwa ni Mei kumi na moja. Nayo ni movie nzuri. Zote ninazokupa hapa ni moja ya list ya movie ambazo zinapendeza zaidi kuzitazama ambazo zimeachiwa Mei kumi na moja kama leo. Lakini movie nyingine inaitwa The Quest ambayo iliachiwa Mei kumi na moja ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, kupitia na pita tu ya Birthday Corner ya Mei kumi na moja kwa siku ya leo tumepata nafasi ya kugusiana tu kuhusiana na hayo, kuhusiana na wale waliozaliwa pamoja na baadhi ya movie ambayo zimeachiwa tarehe eh, kama ya leo, lakini kwa miaka iliyopita huko nyuma. Asante sana kuwa nasi kwenye napita tu ya Birthday Corner ambayo itakuwa na nafasi ya kugusia gusia tu eh, kuhusiana na zile tarehe husika na wale waliozaliwa pamoja na baadhi ya movie na vitu kadha kadha ambavyo vimetokea tarehe husika kama hii ya leo ambayo tumekutana hapa. Asante na shukrani sana kwa kutenga muda wako eh, kuitazama. Mimi naitwa Anko Amiri, endelea kusubscribe, endelea kutupatia maoni yako na sisi eh, tutaendelea kuyafanyia kazi kwa sababu yana umuhimu mkubwa eh, kufika kwetu, na ili tuzidi kufika kule ambapo tunahitaji kufika lazima tuyafanyie kazi. Asante na shukrani pia.